Umepata kibali kuwepo pamoja nami katika siku ya leo. Nitaenda moja kwa moja kwenye ujumbe ambao Mungu amenipa niweze kutafakari na wewe katika siku hii ya leo. Nataka tukaangalie ujumbe unaosema umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka. Umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka. Mimi huwa ninapenda sana kufundisha kwa habari ya imani, maombi na ufalme wa Mungu. Na ndio maana kitabu changu cha kwanza kinahusu ufalme wa Mungu na nataka nikwambie umuhimu wa kuomba katika maisha yako. Watu wengi sana huwa wanasema omba, lakini wao sio waombaji. Watu wengi sana, hata unapokuwa kwenye changamoto, hata kushauri na kukuelekeza omba, lakini yeye aamini katika kuomba, na hii imeleta shida sana ndani ya kanisa letu hivi sasa. Watu wengi wamekuwa ni wahitaji na wajui ni wapi wanapoweza kuleta majibu ya mahitaji yao. Mungu amenituma na kunielekeza nizungumza na wewe kwa habari ya ujumbe unaosema umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka. Labda nianze kwa kukuelekeza, tunapozungumza kwa habari ya majira na nyakati za mwaka, tunazungumza kwa habari ya vipindi mbalimbali. Sasa hivi tuko katika kipindi cha kiangazi, tulikuwa tumetoka kwenye kipindi cha mvua, sasa tunaingia kwenye kipindi cha kiangazi. Maanake wale walioandaa mashamba wakalima, wakapanda, sasa hivi ni kipindi chao cha kuvuna. Tuko kwenye kipindi cha kiangazi, lakini tukienda henda majira ya mwezi wa tisa wa kumi, kunakuwa na mvua. Wanasema hizi ni mvua za aina fulani. Mwezi wa kumi na moja kunakuwa na mvua, wa kumi na mbili pale mwishoni wanasema kunakuwa na mvua za aina fulani. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia katika mwaka kuna vipindi tofauti tofauti, lakini ndivyo ilivyo. Katika mwaka kuna miezi kumi na miwili kuna miezi kumi na miwili. Kuna mwezi wa kwanza, kuna mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, wa, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi, wa kumi na moja na wa kumi na mbili. Kwa hivi ni vipindi vya mwaka, lakini unapozungumza kwa habari ya mwezi, pia unazungumza kwa habari ya wiki. Kuna wiki ya kwanza, kuna wiki ya pili, kuna wiki ya tatu na kuna wiki ya nne na wiki ya nne. Kwa umeona, na katika wiki kuna siku kuna siku inaitwa Jumamosi, kuna siku inaitwa Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Na katika siku kuna masaa, na ndio maana sasa hivi tuko muda unaitwa saa kumi na mbili asubuhi, itafika baadaye itakuwa mchana, tafika baadaye tena itakuwa jioni, itafika baadaye tena itakuwa usiku. Ndio maana ninakwambia umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka, kwa sababu hakuna ajuae nini kitatokea mbele nini kitafuata katika maisha yake. Na ndio maana nimekuja kuambia umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka, kwa sababu ndani ya mwaka kuna vipindi mbalimbali, kuna misimu mbalimbali, kuna nyakati mbalimbali, kuna vitu mbalimbali. Hakuna mtu anayejua katika siku hizi mbili zilizobaki tunaweza tukavuka na kuingia tarehe moja ya mwezi Julai, hakuna mtu anayejua, lakini maombi yatakusaidia kuvuka na kufika Julai, kuvuka na kufika Agasti, kuvuka na kufika Septemba, kuvuka na kufika Oktoba, na kufika Novemba, na kufika Disemba. Lakini si tu tuwe tumevuka tu, lakini pia tutakuwa ndani ya vipindi hivyo, mipango yetu inatimia kama tulivyopanga, mipango yetu inatimia kama tulivyopanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitaangalia neno kutoka kitabu kile cha Matendo mlango wa tatu matendo tatu mstari ule wa kumi na tisa neno linasema tubuni basi mleje taongea rakaraka kidogo matendo tatu mstari wa kumi na tisa neno linasema tubuni basi mleje ili zambi zenu zifutwe zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake bwana maandiko yanatoonyesha kwamba katika maisha ya mwanadamu kuna vipindi na ndio maana neno linaanza kusema tubuni basi mleje ili zambi zenu zipate kufutwa zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Tunapozungumza kwa habari ya nyakati za kuburudishwa, kwa lugha nyingine tunatukasema ni nyakati za furaha, tunatukasema ni nyakati za mafanikio. Kwa hiyo, kumbe kinyume chake, badala ya kuwa na nyakati za furaha, kuna watu wana nyakati za huzuni, kuna watu wanapita kwenye nyakati za mateso, kuna watu wanapita kwenye nyakati za kilio kuna watu wanapita kwenye nyakati za maumivu, na ndio maana neno linatukumbusha kwenye kitabu cha Matendo, tubuni basi mleje ili zambi zenu zifutwe zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Na nimekwisha kukwambia, tunapozungumza kwa habari ya vipindi vya majira na nyakati za mwaka tunazungumza kwa habari ya miezi kumi na mbili. Tunapozungumza kwa habari ya mwezi tunazungumza kwa habari ya, ya wiki nne. Tunapozungumza kwa habari ya wiki tunazungumza kwa habari ya siku. Maanake kumbe kitendo cha mimi kutubu kinamsababisha Yesu kuingia kwenye maisha yangu. Kitendo cha Yesu kuingia kwenye maisha yangu kinasababisha siku yangu kuwa siku yenye baraka na mafanikio. Ninalolitaka leo litokee, linatokea. Ninalolitaka juma hili liwe, linakuwa. Ninalolitaka mwezi huu litokee, linatimia. Litimie, linatimia. Na ndiyo maana ninakwambia umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka itakusaidia sana, kwa sababu neno linatuambia tubuni. Neno tubu manake omba Omba. Ukiomba toba unamsababisha Yesu kuingia katika maisha yako, na Yesu akishaingia kwenye maisha yako anasababisha siku yako kuwa siku yenye mafanikio, anasababisha wiki yako kuwa wiki ya mafanikio, anasababisha mwezi wako kuwa mwezi wa mafanikio, anasababisha mwaka wako kuwa mwaka wa mafanikio. Ngoja nikwambie, mimi natokea kule Arusha kwenye kipindiki cha majira ya mvua. Kwenye kipindi hiki cha majira ya mvua iliyopita baba mmoja alipata hasara ya kupoteza mtoto wake na ni wengi tu, hata huku pia. Kipindi cha mvua nyumba zimeharibika, kipindi cha mvua maisha yamebadilika, kipindi cha mvua mateso yameingia, wengine nyumba zimesukuma na maji ama vitu vya ndani vimesukuma na maji. Baba mmoja alipoteza mtoto wake, alikuwa anaendesha, amepanda kwenye bodaboda, mvua zikiwa zinanyesha, tena mvua imenyesha muda mchache sana, ilinyesha kuanzia saa moja kasoro kasolo mpaka kwenye saa moja na nusu hivi, muda mchache sana ini ilikuwa mvua kali sana, ili kusanya maji mengi sana. Yule baba alikuwa na mtoto wake, sio, alikuwa ameshapata kilevi. Watu wakamwambia, gari zilikuwa zimesimama, kuna mali kidogo, kuna kama kadaraja. Kwa hiyo maji yote yanayotoka juu yanakwenda anatuama pale, yanatafuta njia ya kuingia kwenye daraja kwa msukumo, na presha inakuwa kubwa. Yule baba akawa amekuja akafika mahali ya kutoa watu wamepaki, akamwambia, bwana ndugu, simama hii mvua ni kali sana. Akamwambia, akawajibu alivyojua yeye namna kuwajibu, aka akapita na akamwambia, bwana mtoto huyo, kwani mtoto ni wa kwenu, si wa kwangu. Kabinti kadogo ka miaka sita nyuma hapo. Alipoenda mbele, bahati mbaya, kwa sababu ya hali yake ilivyokuwa, ile toyo yake ile bodaboda yake ikayumba. Ilipoyumba ikaanguka, ilipoanguka wakaanguka yeye na mtoto pale pale maji akamchota ule mtoto anainuka, ainuetu oyo yake akifikii mtoto yuko salama. Nasikia watu waliosikia wakasikia, mtoto asema baba, tayari kashasukumwa kwenye mtaro, hayupo, ni marehemu. Na mbaya zaidi, kwa sababu kifo chake kilikuwa cha kusukumwa na maji, ilibidi atafutwe wiki nzima kujulikana maji amempeleka wapi, mtoto wa miaka sita. Ndio maana ninakwambia umuhimu wa kuombea majina nyakati za mwaka kuna wengine ndani ya misimu hiyo ya mvua wanafurahia kwa sababu wamelima mashamba, wameandaa mashamba na mashamba yao yamepata mvua za kutosha, kwa maanake kipindi kama hiki cha kiangazi ana mavuno mazuri. Kuna mwengine kipindi hiko kimeleta huzuni, kimeleta kilio, kimeleta majons, ndivyo ilivyo. Huu ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kuna watu ndani ya mwaka huu watalia, kuna waku ndani ya mwaka huu watafurahia. Ndio maana ninakwambia umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka, itakusaidia. Itakusaidia sana. Itakusaidia sana. Sasa, kwa sababu muda ni mchache, ngoja nizungumze haraka kidogo. umuhimu wa kwanza, tunazungumzia umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka. Umuhimu wa kwanza, umuhimu wa kwanza wa kuombea majira na nyakati za mwaka, majira na nyakati zinahitaji kukombolewa. Mpendo, majira na nyakati zinahitaji kukombolewa na hatuna namna nyingine ya kukomboa isipokuwa kuingia kwenye maombi. Si kusema mimi ni fulani, si kusema mimi ni fulani. Bahati nzuri sisi wengine ambao tumetembea, tumekutana na watu wengi sana, tumekutana na watu wengi sana wenye majina tofauti tofauti na hazi tofauti tofauti. Mpendo, maisha yako hayategemei nafasi ulionayo. maisha yako yanategemea kiwango cha Mungu uliyonayo na ndo maana ninakwambia umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka itakusaidia sana ndio maana ninakwambia umuhimu wa kwanza majira na nyakati zinahitaji kukombolewa angalia kitabu kile cha efeso mlango wa tano mstari wa kumi na sita na wa kumi na saba efeso mlango wa tano kumi na sita na kumi na saba neno linasema hivi mkiukomboa wa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu kwa sababu hiyo msiwe wajinga bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana Nkiukomboa wa wakati kwa sababu zamani hizi ni za uovu. Anamaanisha nini anaposema zamani hizi ni za uovu? Anamaanisha nini? Anamaanisha nini? Anamaanisha nini? Zamani hizi ni za uovu, maanake katika wiki kuna uharibifu, katika mwezi kuna uharibifu. Kwanza katika siku kuna uharibifu, katika wiki kuna uharibifu, katika mwezi kuna uharibifu manake usiposimama katika kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu nayo yataka yatimia katika maisha yako, kuna mapenzi ya mwanadamu yatakuja na kuingia katika maisha yako na kuharibu hatima yako na kuharibu furaha yako na kuharibu mafanikio yako na kuharibu mipango yako na kuharibu unachokitaka kitokee kisitokee. Na ndio maana neno linasema msiwe wajinga, mjue ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Mpendwa, ukijua kwamba hii ni mapenzi ya Mungu utasimamia. Ukijua kwamba hii ni mapenzi ya Mungu utatimiza. Mfano, nimekuambia kwamba mimi ninaendesha kipindi kwenye television ya Star TV ni zaidi ya mwaka sasa. Nimeanza mwaka jana mwezi Februari mpaka leo hii, wiki zote tangia mwaka jana mpaka sasa, kipindi changu hakijawahi kusimama hata mara moja. Kipindi changu kinaitwa saa ya washini saa ya ushindi. alafu na mimi Mungu akanifanya kuwa mshindi. Ni kwa nini? Sio rahisi pesa ninayoitoa kuendesha kile kipindi, lakini nilijua kwamba haya, hiki ninachokifanya ni mapenzi ya Mungu. Mpendwa, ukijua ya kwamba hiki ni mapenzi ya Mungu hautaona ugumu. Ukijua kwamba hiki ni mapenzi ya Mungu hautaona uzito. Ukijua kwamba haya ni mapenzi ya Mungu hautaona upinzani, na ndio maana neno linasema mjue ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Watu wengi hawajui yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha ya kwao, na ndio maana nimekwambia tunapozungumza kwa habari ya majira na nyakati, mpendwa, jambo la kwanza ama muhimu wa kwanza ni kwamba majira na nyakati zinahitaji kukombolewa. Maanake ni usipoingia kwenye maombi kuombea mwaka kuombea mwezi kuombea wiki kuombea siku, kuna mtu mwingine ataitumia siku kufanikisha mipango yake na we mipango yako itaharibika. Usipoombea mwezi kuna mtu atautumia mwezi kufanikisha mipango yake na wewe mipango yako ikaharibika. Usipoombea mwaka kuna mtu atautumia mwaka kufanikisha mipango yake. Ninasoma moja niliwahi kufundisha mahali kuhusu nyota. Kuhusu nyota. Kuna watu hawajui lakini nyota zinafanya kazi. Unaweza ukawa na rafiki yako akawa anakusaidia, anakusapoti, anakujali lakini kumbe amechukua nyota yako, na nao naendelea kuwa mhitaji kwake, naye anaendelea kufanikiwa kupitia nyota yako kwako. Mpendwa, ninazungumza vitu ambavyo vipo katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili damu na nyama. Ndio maana nilikwambia umuhimu wa kwanza, majira na nyakati zinahitaji kukombolewa. Kwa sababu gani? Neno linatwambia tusiwe wajinga, tusiwe wajinga, tufahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Ukifahamu kwamba hiki linachokiendea ni mapenzi ya Mungu, utakisimamia na utakipata, lakini ukifahamu kwamba haiki si cha kwangu, ni cha watu wengine, kitabaki kuwa cha watu wengine ah, kuwa ya watu wengine, mfano kuwa na maisha mazuri. Kwamba mafanikio ni ya watu fulani, sio watu ao So, watu kama sisi na ikabaki kuwa hivyo, na ndio maana neno linatuambia mfahamu, ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu, ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Mpendwa, kama hujajua mapenzi ya Mungu katika maisha yako, itakusumbua sana, itakusumbua sana. Na ndo maana ninakwambia kwamba majira na nyakati zinahitaji kukombolewa. Umuhimu wa kwanza, majira na nyakati zinahitaji kukombolewa. Kwa nini majira na nyakati zinahitaji kukombolewa, nimekwambia umuhimu wa kwanza, majira na nyakati zinahitaji kukomboa, na hatuna namna nyingine ya kukomboa majira na nyakati isipokuwa kuingia kwenye maombi, kuomba kwa ajili ya mwaka, kuomba kwa ajili ya mwezi, kuomba kwa ajili ya wiki, kuomba kwa ajili ya siku, kuomba kwa ajili ya siku. Kwa nini majira na nyakati zinahitaji kukombolewa? Jambo la kwanza, tutimize mapenzi ya Mungu. Siku zote tunapokutana katika ibada tunasali sari, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuze ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe katika maisha yetu kama yanavyotimizwa kule mbinguni. Na ndio maana ninakwambia, kwa nini majira na nyakati zinakombolewa? Kwa sababu tutimize mapenzi ya Mungu. Ili kutimiza mapenzi ya Mungu, lazima tuingie kwenye maombi kukomboa majira na nyakati, ili shetani asitumie majira na nyakati kuleta mauti, majira na nyakati kuleta huzuni, majira na nyakati kuleta mabaya bali majira na nyakati zitumike na Mungu kuleta mafanikio kuleta baraka kuleta neema kuleta yale tunayotaka yale yaliyo mema katika maisha yetu. Na ndio maana ninakwambia jambo la kwanza, kwa sababu tutimize mapenzi ya Mungu. Lakini jambo la pili, maisha ya mwanadamu yanabebwa na nyakati. Unapaswa kufahamu kuhusu nyakati. Kwa nini tunakomboa majira na nyakati za mwaka? Kwa sababu maisha ya mwanadamu yanabebwa na nyakati, na ndo maana huu unaitwa mwezi wa sita, mwezi kuja unaitwa mwezi wa saba. Serikali aifunge hesabu zake mwezi wa tano, inafunga hesabu zake mwezi wa sita mwishoni, alafu inaanza hesabu mpya za msimu mpya wa fedha mwezi wa saba. Maana yake ukipitwa na majira na nyakati, umepitwa na kila kitu. Ndio maana ninakwambia, kwa sababu maisha ya mwanadamu yamebebwa na majira na nyakati. Mimi leo ni kijana, lakini baba hapa yuko kwenye rika la utu uzima na baba pale wako katika rika la utu uzima, maana yake ameshapita ujana, nyakati za ujana zimeshafanyaje, zimeshampita. Hivi baba kwa umri alionao, wakifikisha umri ule hana kibanda hata kimoja, nini kinatokea? Nini kinatokea? Fikiria binti ana miaka arobaini hajaolewa, nini kinatokea? Ndio maana ninakwambia maisha manadami, ya mwanadamu yanabebwa na majira na nyakati. Kuna mambo yako ndani ya majira, ukiyakosa inaleta uzuni na no. Ndio maana tunasomesha watoto, wanaenda shule ya nasari katika lika ya umri wa nasari, wakitoka hapo wanaenda primary, primary na secondary, sekondari. Kuna watu wako kwenye elimu ya nasari, lakini ukiwaangalia ni wazee Majira na nyakati, mpendo, kuna wakati wa kuoa, kuna wakati wa kuzaa, kuna wakati wa kulea, kuna wakati wa kusomesha, kuna wakati wa kuozesha. Sio wakati wa kuozesha wewe ndio unazaa, sio wakati wa kulea wewe ndio unasoma. Ndio inawezekana, lakini kuna vitu vingi vitakuumiza maisha ya mwanadamu yanabebwa na majira na nyakati. Ukipigwa hapo ngwala na adui, maana kila kitu chako kimeharibika. Wakati wa kusoma shetani anaharibu mfumo wa elimu, unahangaika unapambana, lakini mambo ya elimu yanagoma. Wakati wa kufanya kazi utengeneze maisha yako, shetani amefunga milango ya kazi, unapambana. Ukimuuliza kijana yoyote, kwani hujaoa, jambo la kwanza atakwambia uchumi, maana nyakati zake za maisha zimefungwa. Kama uchumi umezuiliwa, maana yake huwezi kufanya chochote, huwezi kufanya chochote, huwezi kuoa, huwezi kutunzwa wengine, huwezi kuingia kwenye ndoa. Maanake mtu wa namna hiyo nyakati zake zimefungwa, nyakati zake zimezuiliwa. Na ndio maana ninakwambia umuhimu wa kwanza, tunapozungumza kwa habari ya majira na nyakati za mwaka zinahitaji kuombewa, kwa ni kwamba majira na nyakati zinahitaji kukombolewa ili maisha yako yawe kama Mungu alivyokusudia. Ngoja nikuonyeshe neno kutoka kitabu cha Mhubiri, tumalizie hapo, kesho tutaendelea. Neno kutoka kitabu kile cha Mhubiri, neno linasema Mhubiri tatu mlango wa kwanza. Mhubiri tatu mlango wa kwanza anasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati, kwa kila kusudi chini ya mbingu, kila jambo lina majira yake na nyakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Mpendo, nimekuja kukwambia umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka, na umuhimu wa kwanza, majira na nyakati zinahitaji kukombolewa. Neno linasema msiwe wajinga, mjue ni nini, nini yaliyo mapenzi ya Mungu, mjue ni nini, nini yaliyo mapenzi. Na ndio maana kitabu cha Matendo anasema tubuni basi mrejee. Kuna watu maisha yao yameibiwa neno nasema, watu hawa ni watu waliibiwa, wamefungwa kwenye magereza na hakuna sema irudisha. Ndio maana nimekuja kuambia umuhimu wa kuomba, ili maisha yako yafunguliwe toka kwenye vifungu, maisha yako yachiwe, uchumi wako wachiwe, ndoa yako yachiwe, watoto wako wachiwe, hatima yako yachiwe, na hakuna namna nyingine isipokuwa kukaa kwenye maombi, kukaa kwenye maombi. Simama tuombe, shika na sadaka yako, simama tuombe. kesho tutaendelea kesho, tutaendelea kesho, tutaendelea. Shika sadaka yako, simama tumshukuru, mshukuru Mungu. Usisahau, kwa wale ambao ndo mmeingia mmechelewa, nina vitabu hapa, kinaitwa Ufalme wa Mungu, Nguvu ya Kushinda Giza, Kupata Majibu na Kufanikiwa. Mara baada ya ibada unaweza kunitia moyo kwa kununua, ni shilingi elfu kumi. Kitabu hiki unaponunua unanisapoti kwenye kazi ya kupeleka Injili, na Mungu atakubariki. Shika sadaka yako, sema: Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninasogea mbele ya madhabahu yako, ninaomba toba, ninaomba rehema, kama neno linavyosema ya kwamba tukitubu maisha yetu yatatakasika, na Yesu Kristo utaingia kwenye maisha yetu na kutupa raha. Asubuhi ya leo na sogea madhabahuni mwako na damu ya Yesu, ninaomba toba, ninaomba rehema, najipatanisha na wewe Yesu. Kuanzia sasa, ninahitaji kuona baraka zako ndani ya familia yangu ndani ya kazi yangu ndani ya biashara yangu ndani ya nyumba yangu, na kila ninalolitaka likapate kutimia katika jina la Yesu Kristo, sogea mbele za Mungu kwa dakika mbili, anza kuomba, anza kuomba, sogea mbele za Mungu kwa toba. And tamka kama nina kinywa chako, mwambie Mungu nina tubu, mwambie Mungu ninaomba rehema, mwambie Baba ninajitakasa, nasogea mbele zako na damu ya Yesu, na damu ya Yesu, najipatanisha, najipatanisha, najipatanisha, najipatanisha, najipatanisha, najipata, ninatubu, ninatubu, ninaomba rehema, ninaomba rehema nina tobo nina tobo najipatanisha najipatanisha na damu ya Yesu na damu ya Yesu na, na, na, na damu ya Yesu na damu ya Yesu na damu ya Yesu na damu ya Yesu naomba toba naomba rehema naomba toba naomba rehema najipatanisha na damu ya Yesu na damu ya Yesu na damu ya Yesu katika jina la Yesu sema Bwana Yesu kuanzia sasa ninamkataa shetani na kazi zake zote katika maisha yangu, kuanzia sasa, kuanzia leo na miezi yote inayokuja, mwezi wa saba, mwezi wa nane, mwezi wa tisa, mwezi wa kumi, wa kumi na moja, wa kumi na mbili, ninamkataa shetani, ninampinga kama neno linavyosema, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kuanzia leo ninamkataa shetani kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu, kwenye familia yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye maisha yangu. Shetani, achia maisha yangu, ondoka katika familia yangu, ondoka katika kazi yangu, ondoka katika biashara yangu, ondoka ndani ya nyumba yangu. Ninakukataa, ninakupinga, ninakukemea, ninakuondoa.

Endelea kuomba, endelea kuomba, mkate shetani, pinga shetani, mwambie shetani achia maisha, mwambie achia maisha, mwambie achia maisha, achia maisha, achia maisha, kwa jina la Yesu, na kukemea, kwa jina la Yesu na kukemea, na kukemea, na kukemea, na kukemea, na kukemea, na kukemea, achia maisha, achia maisha, achia maisha, achia maisha, achia maisha, achia maisha, achia maisha, achia maisha, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba na kushukuru, umetupa neema ya kujifunza na hata sasa tunasema asante. Wabariki watoto wako sasa wanapozidi kuyatafakari maneno yao, neema yako iende pamoja nao, ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, Amen. Karibu Baba Mwenje.